Habari, leo tuzungumze kuhusu kitu ambacho karibu kila mtu anakutana nacho, kubadilika kwa rangi ya meno. Ukiangalia picha zako za zamani, unaweza kugundua kwamba meno yako yalikuwa meupe zaidi lakini sasa yanaonekana ya njano, kijivu, au hata kahawia. Wengi hufikiri ni hali ya kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba mabadiliko kwa ya rangi ya meno yana sababu nyingi za kimaumbile na za kimazingira pia. Meno kwa asili huwa na rangi nyeupe yenye ngao mdogo wa manjano. Hiyo rangi inatokana na muundo wa jino lenyewe, tabaka la nje linaloitwa enamel na tabaka la ndani linaloitwa dentin. Sasa hebu tuchambue kwa undani ni kwa nini rangi hiyo hubadilika. Namba moja ni sababu za nje ama extrinsic strains. Hii ni sababu zinazoathiri sehemu ya nje ya jino ama enamel. Vyakula na vinywaji: kunywa chai, kahawa, mvinywa mwekundu au soda kwa muda mrefu husababisha rangi ya kahawia au ya manjano kujipachika juu ya meno. Uvutaji sigara au tumbaku, nikotini na lami vilivyoko kwenye tumbaku vinashikamana na enamel na kwa muda hufanya meno yawe na rangi ya njano au hata kahawia giza. Usafi wa meno dunia kutopiga mswaki mara mbili kwa siku au kutumia uzi wa meno kusababisha uchafu na mabaki ya chakula hubaki ambayo baadaye huunda rangi mbaya na jino huonekana chafu. Namba mbili, sababu za ndani ama intrinsic strains. Hizi hutokea ndani ya jino lenyewe kwenye tabaka la dentin. Dawa fulani, watoto wanaotumia dawa za antibiotic kama tetracycline wakiwa wadogo wanaweza kupata meno ya kijivu au ya udhurungi wanapokuwa. Magonjwa au majeraha, meno yaliyopata jeraha yanaweza kubadilika rangi kutokana na damu au mabadiliko ya kemikali ndani ya jino. Kuzeeka, kadri tunavyozeeka, enamel hupungua na kufichua dentini ama ya manjano zaidi. Ndiyo maana hata mtu asiyevuta sigara anaweza kuona meno yake yamepot tea weupe wa awali. Namba tatu ni mambo ya kimaumbile ama genetics. Wengine huzaliwa na enamel nyembamba au dentini yenye rangi ya manjano zaidi, na hivyo hata wakitunza meno vizuri yanaonekana si meupe kama ya wengine. Hii ni tofauti ya kiasili ya kimaumbile. Kwa hiyo kubadilika kwa rangi ya meno si jambo la ajabu, ni mchanganyiko wa tabia, umri na hata urithi, lakini kubadilika kuna njia za kurejesha mwonekano mzuri wa meno. Piga mswaki angalau mara mbili kwa siku kwa kutumia dawa ya meno yenye fluoride. Tumia uzi wa meno kila siku ili kuondoa mabaki kati ya meno. Pia hakikisha unapunguza matumizi ya vinywaji vyenye rangi kama chai na kahawa. Acha kuvuta sigara, na ukitaka kuboresha mwonekano zaidi unaweza kushauriana na daktari wa meno kuhusu teknolojia za whitening kama bleaching au, au polishing ya kitaalamu mwisho, kumbuka, meno si lazima yawe meupe kama karatasi ili yawe yenye afya. Kila kinachojarisha zaidi ni usalama na uimara wake. Kwa hiyo tuyatunze maana tabasamu safi ni silaha ya kwanza ya kujiamini. Mimi ni Dr Lucas, tukutane tena wakati mwingine, lakini usisahau kulike na kushare kwa watu wengine, ili waweze kujifunza. Tukutane tena wakati mwingine, asanteni.